Sisi na wajumbe wengine kwa nchi nzima tuko 1928 na nchi nzima. Kwenye hao wana wa wajumbe 1928 na, na mimi ni miongoni mwao wow. Tulivyokuwa mkutano mkuu mwezi wa kwanza, tulipokea utekelezaji wa ilani kwa nchi nzima kila mkoa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndo aliyesoma utekelezaji wa ilani, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Kassim. Alipokuwa anasoma utekelezaji, alikuwa anasoma kila mkoa na miradi iliyoenda na thamani zake. Hakuna mkoa, hakuna wilaya, hakuna kata ambayo haijaguswa na fedha zilizoletwa na serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tulijiridhisha, mama huyu shupavu, mnyenyekevu, mtu wa dini na mwema kabisa, amefanya kazi kubwa kwenye kipindi alichomlisi Daktari Magufuli. Tukaazimia kwa kauli moja, mgombea wetu 2025 2030 ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi watu wa Kanda ya Ziwa mje na fedha nyingi ambazo zimekuja kwenye maeneo yetu, kumalizia daraja la Kigongo Busisi pekee yake, kwa sababu liliachwa likiwa na asilimia chini ya 30, mzee Magufuli, lilitosha kutufanya tumpe kijiti cha miaka mingine mitano mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mwezi huu wa nne tunaozungumza, daraja lile linaenda kuanza kutumika watu tutakuwa tunatumia dakika 30 dakika 40 kufika Mwanza mjini, changamoto leo ya kivuko pale inaenda kuondoka. Tunao mama zetu, tunao wazazi wetu na watoto wetu ambao wanapata changamoto ya afya, wanaamua kupelekwa kwenye hospitali ya Bugando, hospitali yetu ya, ya, ya Kanda. Kivuko kile ilikuwa ni changamoto, unakaa na mgonjwa masaa mawili mpaka matatu leo utakuwa unatumia dakika arobaini na tano, umefika Bugando. Nani kama Mama Samia? Wakati Dr. Magufuli anaondoka, ameacha ujenzi wa reli yetu ya kisasa ya umeme, ameacha asilimia ndogo. Leo kwa wale mnaosafiri kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam ni masaa matatu. Ndani ya miaka michache, tutakuwa tunatoka Mwanza kwenda Dar es Salaam unatumia masaa sita mpaka saba. Na huu mgeni rasmi mmelipokea pale kanisa la Ndagamba, mpaka sasa hivi mtu angekuwa ameshaondoka Mwanza, yuko Dodoma. Uongo kweli? Nani kama Mama Samia? Akuna. Ukienda kwenye idara ya afya kwenye mkoa wetu wa Geita, Mama Samia ametujengea hospitali ya rufaa iko pale Magogo. Katujengea hospitali ya kanda iko pale Chato, imeachwa na Magufuli, mama Samia kamalizia. Kwenye Chama chetu cha Mapinduzi, mama Samia katupigia mzigo umenyoka, katuletea usafiri umetulia. Pale CCM wilaya tuna gari mpya kruza, tunateleza tu kwenda kufanya kazi za chama, unawasha na AC. Kwa maana unaona hata mwenezi wa wilaya kaongozi kanang'aa, hatufanyi kazi kwa shida, mama katuletea gari kwenye kata kila kata kaleta pikipiki nne katibu wa chama na makatibu wa jumuiya. Uongo mamangu, mama Kalaga nani? kama mawasabia sisi wana CCM, kwa hayo machache na mengine mengi ambayo sitayasema hapa, tulikubaliana kwa pamoja, huyu ndo atakuwa mgombea wetu ishirini ishirini na tano na mimi yuda binti leo nimekuja hapa Kalangalala na, na Msalala Road kuwakabidhi Mgombea wetu ni Daktari Samia Suluhu Hassan, mwana mama mwenzenu, na uchaguzi huu ni vita yenu. Ninyi ndo wanajeshi wa kwanza wa mama Samia kwenye uchaguzi huu wa mwaka huu. Amewaondolea sana ya kwamba wanamama hamuwezi, mnaweza. Leo sisi wanaume wote tumeufiata fye bosi nani wanawake na tulikuwa tujui kama mnaweza mkapiga mzigo hivi. Mungu ndio maana Mungu aliwapendelea hata kwenye uumbaji wenu. Sisi CCM oye kabisa. Kwayo, kwa hiyo tumekubaliana kwa kauli moja. Sasa tukimaliza kwa Daktari Samia, tuna wabunge tuna madiwani, sisi azimio letu Geita yote, kata zote hamsini, majimbo matatu, lazima wawakilishi wake watokane na chama cha mapinduzi. Kalangalala diwani atakuwa wa CCM, mbunge atakuwa wa CCM. Kule kwa Msukuma kule Nzera, mbunge atakuwa wa CCM, madiwani wote kumi na tano watakuwa wa nini? Watakuwa wa CCM. Huku Busanda, kata zote ishirini na mbili madiwani watakuwa wa CCM, mbunge wa nini? Wa CCM. Tutaweza kuyafanya haya na kuyafikia malengo kama wana CCM wote tukashikamana.